Hello, mambo vipi mtazamaji wa Global TV online, speaking given mashishanga, moja kwa moja kwenye stori za town siku hii ya leo, ni baada ya Iyena kuwa hewani bana. Yaani mambo Instagram ni very hot, watu wameendelea kusapoti kazi hii hapa kwa kuposti clip fupi ya wimbo huu, lakini e ikiwa hiyo haitoshi, watu wamekuwa wakiposti picha, wakiposti Diamond na lan pia, wakiwa wish au wakiwa wameifurahia video hii ya wimbo wa Iyena. Okay. Wema naye ameweza kuposti kwa kusupport kazi hii, kaposti picha iliyokuwa ikionyesha like ring hivi, then kambatanisha na caption iliyokuwa ikisomeka hivi new track alert. ila kama ingekuwa pambe ingekuwa kweli, then kaka kama vimoji fulani hivi, just thinking out loud, then kam tag Diamond Platinum Chibu Dev. Fanya kweli bwana, ishara mwaka huu hata mwakani tuje kucheza by Coco. Akaamarizia kwa kusema kazi nzuri. Hiwo ndo ujumbe wake Wema Sepetu kwa kusapoti kazi Diamond Platinum, na kama ana mshauri fulani hivi kwamba fanya kweli, basi hivyo ndivyo ilivyo kwa na story kali kama hizi mtazamaji wa Global TV ni kukumbusha, tusisahau kubonyeza button iliyoandikwa neno subscribe. Moja kwa moja utakuwa wa kwanza kupata taarifa au kupata updates mbalimbali zinazoendelea kutoka Global TV online na Global Publishers. Mimi sina la ziada na nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea asante na kwa heri. Ramadan, Ramadan Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatu. Ndugu zangu Waislamu na wale ambao sio Waislamu, katika mwezi huu wa mtukufu wa Ramadhani tunahusiwa kufanya mema, kuwafanyia wema watu wetu, kuwafanyia wema ndugu zetu, kuwafanyia wema majirani zako. Hivyo basi tumia opportunity hii kuchuma, jaribu kufanya jambo jema lolote, litakuja kukupa faida mbele ya haki huko. Mimi naendelea na, nakupa ujumbe huu kupitia Global TV.